Anita. Sikupika na no unajua mm -hmm. <laughs> Wewe ni msichana mzuri, I love how I'm training you. Unaona future utapikia bwana wako chakula mzuri. Nipatie hiyo sukuma hapo nikuweke. Ipitisie hiyo sukuma nikuweke. deta sami yako isi utamaliza hii. Hmm. Huh? Nimekutoa hi samani kuongeza. Auntie, sukuma sikuhizi nanionjea vibaya. Sini ni chakula ya sungura, mimi siwezi kula sukuma. Hey, hey, hey. Maia yuni sate. Sukuma naonja nini? Vibaya. Sukuma umekula, si ni January tu hapa, January tu juzi. Sukuma si ilikuwa inaonja protein. Leo inaonja chakula ya sungura. Hah? Kweli maskini akipata ulia mbwata. Wewe unajua ni watu ngapi wanatamani sukuma? Unajua kuna mtu anayekula kutoka January tu December? Amesurvive, he's a survivor. Or she's a survivor, Sonia. Unataka kujivonya hapo juani hapo kwa lowezi? Eh? <laughs> <laughs> Anita, Anita, Anita, ni kugawia nini? Kadogo, nusu nusu. Unataka kula kula <laughs> chakula na mimi the same. Eh? Ne, kula hiyo sukuma. Kama hutaki, wachana naye. Wacha. Wacha nitaikula. Ugo koko dayi. <laughs> Iyo gali takutosa na unuile tena jia kunawa. Ukona swali? Uliza kama ukona swali? Hauna swali? Anti lakini sungenekea hmm, mayai maya, kidogo ningekuwekea mayai kidogo nita unasahau maneno yako ya Januari sulisema skuma inaonja nyama. <laughs> Sasa hiyo ni nyama. Kula nyama. Kula lakini... tofauti gani ukikula nyama, unataka nyama mama mama yai sukula nyama lakini anti ni nyama maini skuma. Sini sukuma Usitake jua. Imagine hiyo ni nyama. Niletee maji ya kunawa. Chafu namba. Eh, weka mbali na watoto.